Katibu wa afya ya umma ya viwango vya kitaaluma Mary Muthoni amewaonya wamiliki wa buchari ama sehemu za kuuzia nyama kubuya, kwa, ameonya kuhusu kuuza nyama bila kukaguliwa, akisema hali hiyo inahatarisha maisha ya Wakenya. Akizungumza jijini uh, Nairobi, Muthoni amesema idara yake inashirikiana na serikali za kaunti kuimarisha ukaguzi wa nyama na kuchukua hatua Uh, kali dhidi ya maafisa wa afya wanaoshirikiana na wauzaji kukwepo ukaguzi. Aidha, ameonya wazazi kuwalinda watoto wakati wa likizo ndefu dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, akisema watengenezaji wa bidhaa za nikotini wanalenga sana watoto wadogo. Please send this message and I want to ask all the public health officers, kama kunao hapa, ingieni kazi wacha waende wafunge zile buchari zenye zinalete nyama zenye haziko inspected. As a ministry we have already put systems in place. Pale kwa port hakuna mtu anapita kama bag yake haijaangaliwa ya na port health officers, and the first point of contact at the port inakuanga a port health officer, na pia we have come up with graphic health warnings ile mtoto akiangalia anakutana na kofi napo, anajua hii kitu ukivuta, ujue unaenda sayuni. Hata we mwenyewe mkubwa ukivuta, unajua unaenda mbinguni. Sasa na hatutaki kuluze watu wengi.